Ninaomba niseme kwa uchache sana, lakini dhamira yangu ya kusema ina kusudi la kuwakumbusheni kwamba mfumo wetu wa maisha ukoje. Yawezekana una na mfumo mzuri wa maisha ndani ya familia yako, una mfumo mzuri wa maisha kwenye ukoo wako, lakini mfumo mzuri wa uendeshaji wa taifa unatengenezwa na unaratibiwa na nataka niwape mifano michache ya uhalisia yenye takwimu ndani yake. Ndugu zangu, nataka niwakumbushe au tukumbushane, mwaka elfu mbili kumi na tano elfu mbili kumi na sita wastani wa umri wa binadamu kuishi Tanzania ulikuwa ni miaka 65, tena ilikuewe sitini na sita lakini ikashushwa sitini na tano kwa sababu ya mlipuko wa ugonjwa wa uviko, yaani Covid-19. Lipoibuka janga hili la Covid-19, liliathiri moja kiwango cha kinga ya mwili ya kila mtanzania na kila mwana dunia. Linapo, au unapoathiri mfumo wa kinga ya mwili maana yake unatengeneza mazingira ya magonjwa nyemelezi kuwa mengi na kudhuru uhai wa mwili ambao unapelekea kiwango cha wastani wa umri kuweza kushuka. Lakini Tanzania ndiyo nchi pekee Afrika iliyopata madhara kidogo kwa mlipuko wa ugonjwa wa Covid, na mpaka leo 2025 kuelekea 2026 wastani wa miaka ya wananchi wa Tanzania kuishi imeongezeka mpaka miaka 68. Piga makofi mengi sana lakini kama hiyo haitoshi, kama taifa ni lazima niweke makadirio ya upatikanaji wa chakula kwenye taifa lake. Leo kupitia serikali ya mama Samia Suluhu Hassan, mwaka elfu moja elfu mbili kumi na tano elfu mbili kumi na sita kiwango cha upatikanaji wa chakula kwenye taifa letu ilikuwa ni kwa asilimia mia na ishirini Hivi tunavyozungumza elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita kiwango cha upatikanaji wa chakula kwenye taifa letu la Tanzania kimeongezeka kwa asilimia kumi ambayo ni sawasawa na asilimia mia thelathini kwa taifa letu, piga makofi mengi. Lakini kama hiyo haitoshi, elfu mbili kumi na tano elfu mbili kumi na sita kiwango cha watoto chini ya miaka mitano waliokuwa wanapoteza uhai wakati mama ameenda kujifungua katika watoto elfu kumi kwa 2015 2016 walikuwa wanapotea watoto 552 mpaka kufikia 2025 2026 wanapotea tu watoto 238 Mnaweza kuona namna gani na serikali imejidhibiti kwenye kuhakikisha mama zetu wanajifungua 2015 2016 mama wajawazito, kati ya mama wajawazito laki moja waliokuwa wanaweza wali kupoteza maisha yao kwa sababu tofauti tofauti, walikuwa ni akina mama akinamama 67 Hivi tunavyozungumza mpaka kufikia 2025 mpaka 2026 namba ile imeshuka mpaka 38 wao 2016. Kiwango cha ndege za ATCL 2015 2016, tulikuwa tuna hata ndege moja, mpaka kufikia 2025 2026, tuna ndege 19 za kuweza kubeba abiria. Pamoja na hilo 2015 2016, tulikuwa hatuna ndege hata moja yenye uwezo wa kubeba mizigo. Hivi tunavyozungumza tuna ndege kubwa yenye uwezo wa mizigo zaidi ya tani 4000 Piga makofi. <coughs> Piga maoia. Haya ni sehemu ya maendeleo machache ya Rais Samia maaa <coughs>